Kwa hiyo kama unataka nyumba yako iwe na furaha, zingatia hii kodi, ni muhimu sana. Mfano, wewe ni Mwanasimba, umeoa mwana Yanga, Simba imefungwa, zio ni Yanga weni, kama utaenda kuzua ugomvi ndani, chuki, hasira. Lakini kama ni mwana Simba wote umeoa mwanasimba wote, wana simba simba imefunga vipi, Furaha itakayokuwepo ndani, nyumba itakosa furaha. Wewe ni Yanga, umeoa Yanga, mwenzio Yanga wa itakuwa, fikira yenu ni moja, huzuni yenu ni moja, furaha yenu ni moja. Ukiwa mwenzio anaye swali, wote fikira moja, huzuni yenu moja, furaha yenu moja. Utakapomwona mwenzio haja swali, utahuzunika sana, na naye atakuwa na huzuni, kwa nini nimekosa kipindi cha swali? Lakini kama haswali, itakuwa ni jambo la kawaida kwake, hawezi kushtuka hata nini Yaani utakuwa unaumia kuona hasara, lakini mwenzio haimshtui hata kidogo. Haya, umeoa mvaa vimini, we unahitaji mtu wa hijabu, kasema nitambadilisha. Kila mkiandaa safari mnataka kutoka, mwenzio anavaa vimini, ukimwambia avae hijabu haelewi. Mtatoka mtu ana furaha ndani? mtatoka hali ya kuwa mmenuniana lakini vipi, umeoa mvaa hijabu, na wewe unapenda hijabu, mnatoka amevaa hijabu, hamtofurahiana vipi? Unapenda vimini, umeoa vimana, amvaa vimini, mnapotoka amevaa vimini, vipi hauenjoi? Utaenjoi sana. Kwa hiyo uzingatia, usiowe mtu ukasema nitakwenda kumbadilisha. Hakuna jambo gumu kama hilo, kuna jambo gumu kama hilo wewe Muislamu nasema namuoa Mkristu, utambadilisha? Na wakati waislamu wapo kibao, wamejaa, wanahitaji wanaume. Wewe Mkristu, wapo wakristu kibao, wanahitaji wanaume. Unaoa Muislamu awe Mkristu? Mwisho wa siku, mkishafika kwenye ndoa, kila mtu na dini yake. Nitaleta furaha hilo jambo? Kwa hiyo zingatia, zingatia, oa mwanamke ambaye unaendana naye tabia. Ndio maana hata Allahu tabaraka wa taala aliposema kwamba mzinifu na mzinifu mwenzie, mzinifu haolewi isipokuwa sipokuwa anaolewa na mzinifu mwenzie, au mshirikina, yani mzinifu anaolewa na mshirikina au mzinifu mwenzie, na mshirikina anaweza kuoa mzinifu au mshirikina mwenzie, ila muumini na muumini mwenzie. Hili lilikuwa linamaanisha hata wazee wetu wa zamani, wazamani kienda kutambulisha mwanamke msomi, wanashtuka <laughs> utamwaza kwa sababu haiwezekani, hamwendani kabia. Mwache msomi na msungumuzie wakati yenye furaha wao kwa wao.